Ni muhimu ujifunze kufanya maombi. Yeyote anayekutafuta kwa ubaya sikuone na sifanikiwe. Yeyote anayetafuta biashara yako kwa ubaya asiione biashara yako. Nyota ni neema ambayo mungu kumwachilia mtu. Nyota ni neema ambayo unapewa na Mungu. Lakini nyota yako ikiwepo utaheshimika. Kuna watu saba wanakwenda kupokea heshima zao. Narudia tena kuna watu saba wanakwenda kupokea heshima zao. Weka tukikaa tuweka ibadani kiki. Kaa kimitego kimitego. Mama ndio kaa ibadani kimitego kimitego. Aya ya ya ya ya. Na hilo neno ni na kwako, na nita kutoa kwenye matatizo. Sema heshima yangu iachiliwe leo. Shama na tatu Nangu. Nyota ni kila macho kitakupa kibali mbele ya watu. Na watu wanatafuta kazi, upati kazi. Unatafuta mume, upati mume. Kuka kibali wa linga. Leo narudisha Nangu yeah. ya leo narudisha yeah. Mwingine unafanya kwa sababu mtu wa pili ulioko naye anatumia nguvu za giza ili wapate wateja, anatumia nguvu za giza kuendesha shughuli zake. Wana wa Mungu, kwa sababu hatuna maarifa, tumebaki na ulokole tu na bibilia tu. Wacha nikwambie kibali chako narudisha leo. Nataka wachawi waliye walie waseme kwamba wewe ni mchawi badu ukishafanikiwa.